Karibuni tena Ganaz XG katika siku nyingine ambapo tunakuleteni taarifa kadhaa mbalimbali zinazoihusu timu ya Arsenal, lakini kubwa kuliko yote ni nusu fainali mchezo wa Marudiano PSG dhidi ya Arsenal itakayochezwa kwenye jiji la Paris, ambapo Arsenal inaingia uwanjani ikiwa tayari iko bao moja kwa bila nyuma. Utakuwa ni mchezo ambao Arsenal itabidi icheze ama zao ama zetu ili kuhakikisha kwamba wanaibuka na ushindi. Sababu ya msingi kabisa ya ku kuelezea mchezo huu katika hali hiyo ni kuwa ubora au ubovu wa msimu wa Arsenal unategemea mechi hii na fainali ya Champions League iwapo watafanikiwa kwenye mechi hii. Kwa nini nasema hivyo? Liverpool tayari imetoa ubingwa wa Premier League, Newcastle imetoa ubingwa wa kombe la Carabao Cup Manchester City inatarajiwa kutoa kombe la FA Cup, ama Manchester United au Tottenham Hotspur mmoja mmojawapo huenda akawa bingwa wa uh, Europa League, na Chelsea inatarajiwa kuchukua Conference League. Katika big six, ni timu mbili tu ambazo hazitatoa ubingwa msimu huu, iwapo Arsenal haitafanikiwa kuchukua ubingwa, yaani Arsenal na moja kati ya atakayepoteza kwenye fainali ya Europa League kati ya Manchester United na Tottenham. Hawakuingia fainali bado, lakini wote tayari wana mguu, wana hatua zaidi ya moja ndani ya fainali, na ni wazi katika mashindano hayo na hata Conference League timu za Premier League zinaonekana kuwa na uwezo mkubwa zaidi kuliko timu za mataifa mengine mbalimbali na cha kushangaza ni kwamba Manchester United na Tottenham zote zina struggle vibaya sana kwenye Premier League zikiwa nje ya top 10, lakini zimefanikiwa very likely kuingia finali ya Europa League. Hii inaonyesha nguvu ya Premier League kiuwezo. Uh, kuna mambo mbalimbali, lakini kabla hatujaingia kwenye mambo hayo, tafadhali sana subscribe katika channel yetu, ili uweze kuzipata video zetu kwa urahisi. Jina langu ni Mani Muhammad, kwa pamoja na mimi mpaka mwisho tukikuleteni mambo mbalimbali, taarifa na uchambuzi vinavyohusu klabu ya Arsenal. Tunaanza na mechi ya Bournemouth. Arsenal imepoteza mchezo huo, hatuko, ku, hatuko hapa kuchambua mchezo bali, uh, tutayazungumzia madhara ya kupoteza mchezo huo. Kupoteza mchezo huo maana yake ni kwamba Arsenal bado itahitaji pointi kwenye michezo mitatu iliyosalia ili kujihakikishia Uh, kubaki katika nafasi ya pili. Imesalia michezo mitatu, timu iliyo nyuma yetu ni Manchester City ambayo tumeizidi alama tatu. Iwapo tutapoteza mchezo wa Liverpool, ina maana sisi na Manchester City tutakuwa tuko sawa ki points, lakini tuna goal difference kubwa sana. Hivyo tunalazimika tutalazimika kuifunga Newcastle United na Southampton. Newcastle tufunga mara tatu msimu huu, hiyo Nafikiri matokeo bora zaidi kwa, Manchester, kwa, kwa Arsenal ni kutoka Suluhu na Liverpool kuifunga Newcastle na kuifunga Southampton. Pointi saba tunajihakikishia nafasi ya pili. Pointi sita pia nafasi ya pili uh, tutakuwa tumejihakikishia kutokana na kwamba goal difference yetu nzuri. Chini ya pointi sita iwapo Manchester uh, City itashinda mechi zake zilizosalia maana yake Arsenal itamaliza nafasi ya tatu au hata chini ya hapo iwapo tutafungwa pia. Na, na Newcastle United, kwa hiyo kupoteza mchezo wa, ju, mchezo wa Bournemouth kumeiweka uh, Arsenal katika hali tofauti sana, hali mbaya sana, na kama nilivyoelezewa mwanzo kwamba uh, ubora au uzuri wa msimu huu unatarajiwa kuja iwapo tu Arsenal itatoa kombe la mabingwa wa Ulaya. Kwa hiyo hii mechi imekuwa imeongezeka umuhimu mkubwa, sio tu kwa sababu Arsenal inahitaji kombe lakini wapinzani wote karibu huenda wakamaliza msimu huu na makombe. Ni jambo ambalo linakubalika na linaeleweka, kwa ubora wa kitimu, Arsenal ni timu bora kuliko Manchester United, kuliko Chelsea, kuliko Tottenham, kuliko Manchester City kwa msimu huu, kutokana na performances mbalimbali kutokana na ilipo mpaka sasa hivi, nusu fainali ya Champions League, vile vile nafasi ya pili kwenye ligi. Lakini hili litabadilika iwapo michezo hii minne au mitano iliyosalia Arsenal haitofanya vizuri. Kwa hiyo Arsenal inahitaji kuwa makini sana, tena sana, na kuhakikisha kwamba inashinda mechi hizo kama tulivyozielezea. Tuingie kwenye suala la Saliba, William Saliba amekuwa akizungumzwa baada ya gazeti la L'Equipe nafikiri la Ufaransa kuripoti kwamba wawakilishi wa Saliba wamefanya mazungumzo na uh, Real Madrid katika suala zima la kuihama Arsenal kuelekea Madrid msimu ujao. Kwa upande wangu nadhani Madrid haitafanikiwa kumchukua kumchukua Saliba msimu huu. Kwa nini? Kwa sababu Saliba ana mkataba na Arsenal mpaka mwaka 2027 kwa hiyo hayuko mwaka wa mwisho. Arsenal inatarajia kuanza mazungumzo ya contract na Saliba, tayari imemaliza mazungumzo ya contract na Bukayo Saka. Hakukutangazwa taarifa rasmi kama Bukayo Saka amesign contract mpya, lakini minongono iliyopo kutoka kwenye sources za kuaminika ni kwamba Bukayo Saka amekubali kuongeza muda wa kubaki Arsenal na kuongeza miaka mitano huenda akawa na Arsenal mpaka elfu mbili na thelathini na atakuwa ni mchezaji anayelipwa fedha nyingi kuliko wachezaji wote baada ya mkataba huo, lakini haukutangazwa rasmi. Kwa hiyo hatuna budi kusubiri zaidi. Binafsi sina wasiwasi kwamba Bukayo Saka ataondoka. Kinachonitia wasiwasi katika mazungumzo ya Real Madrid na Saliba ni kwamba huenda Saliba, kwa sababu kama nilivyosema mazungumzo na Saka yamemalizika. Sasa hivi Arsenal inalenga kumweka chini Saliba, kumwongezea mkataba sasa. Kinachonitia mashaka ni kwamba Real Madrid watampa ahadi fulani fulani Saliba zitakazompelekea kukataa kuweka sahihi mkataba mpya. Kwa maana hiyo anaweza aka run out contract, lakini uzuri wenyewe anaundo, mkataba wake unakwisha elfu mbili na 27 kama nilivyosema. Kwa hiyo Arsenal itakuwa na nafasi ya kumuuza mwishoni mwa msimu huu utakaofuata, yani 25 26. iwapo Saliba atakataa kusign contract, kwa hiyo hataondoka bure. Lakini ubaya wake, iwapo hilo litatokea, maana yake Saliba atauzwa kwa bei sio kubwa, ukizingatia kwamba mkataba wake utakuwa umesalia miezi 12 tu kabla ya kumalizika. Itakuwa ni hasara kubwa sana kwa Arsenal, kumpoteza Saliba kwa bei ndogo, kwa sababu thamani ya Saliba sasa hivi ni si chini ya milioni 80 ambapo wakimuuza sasa hivi itawezekana sana kupata replacement, uh, nzuri. Hakuna quality kama ya Saliba sokoni sasa hivi, lakini at least utampata uh, center back ambaye ana uwezo mzuri. Kwa hiyo swala la Saliba linatia mashaka, sio kuondoka msimu huu, bali kuondoka ama kwa bei rahisi na kukataa mkataba mpya, hilo ndo zaidi linanutia wasiwasi, au kurun out contract completely, akakataa hata kuuzwa mwakani na hivyo kutoka bure kabisa. Na huu ndio umekuwa mchezo wa Real Madrid. Wamefanya hivyo kwa Kilian Mbappe, wamemsababishia amerun out contract na wamemchukua bure. Wamefanya hivyo kwa Trent Alexander Arnold ambayo tayari ameshatangaza rasmi kwamba anaihama Liverpool na habari za kuaminika ameshakubaliana na Real Madrid kuingia mkataba wa miaka mitano kuichezea klabu hiyo. Kwa hiyo umekuwa ni mtindo wa Real Madrid kuwachokonoa wa mashikio wachezaji wasisajili mkataba mpya, ili Real Madrid iwapate bure na hivyo kuwaahidi malipo makubwa mno, kwa vile wamewapata bure. Na inalipa kwa upande wa Madrid, inalipa kwa upande wa wachezaji mfumo huu. Kwa hiyo ni mfumo mzuri sana, lakini mpaka sasa hivi hatuelewi ni nini kitatokea, lakini hiyo ndio hali ya William Saliba. Uh, tuingie kwenye suala la nusu fainali ya pili dhidi ya PSG. Kama tunavyoelewa, tuko bao nyuma bao moja kwa bila nyuma, hivyo timu pekee ambayo Arsenal wataingia nayo kwenye mechi hii ni ama zao ama zetu. Hatuna budi kushinda mechi hii. Iwapo tutapoteza mechi hii, ina maana tumekuwa na msimu mbovu sana. Iwapo tutashinda mechi hii, msimu wetu utaendelea kuwa na matumaini ya kuwa ni mmoja kati ya msimu bora kabisa ndani ya miaka mitano ya Arteta, iwapo tutataa kombe la uh, Champions League uh, na hili ni kwa mujibu wa hali ya ligi, si kwa uhalisia. Kwa uhalisia, mimi binafsi sioni kwamba Arsenal, hata kama itatolewa nusu fainali, itakuwa na msimu mbaya. Kwa nini? Tumepata na matatizo mengi sana ambayo yametusababishia kumaliza ligi kama tulivyo tulivyomaliza. Bahati mbaya ya majeruhi imetuweka pabaya sana, tunawakosa wachezaji muhimu kama vile Ricardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz ambaye as a false 9 ndio false nine bora kuliko yoyote, ni mchezaji ambaye anaweza kuicheza false nine vizuri kuliko yoyote kwa sasa hivi katika kikosi chetu. Uh, Gabi Jesus anapokuwa kwenye form tunajua kwamba ni mchezaji mwenye uwezo mzuri. Kwa hiyo hawa wachezaji kama hawa wote kuwakosa, na along the season tumewakosa key players. Martin Odegaard amekosa mechi zipatazo kumi alipoumia ankle. Uh, Bukayo Saka amekaa juu siku mia moja na moja baada ya kupata jeraha la hamstring. Kwa hiyo, kumaliza wa pili kwa, kwa, kwa mtazamo wangu na kufika nusu fainali ya Champions League bado ni msimu mzuri, lakini hali ya banta haitatufanya tujisikie kwamba tumekuwa na progress. E, tutaonekana kama kwamba ni timu haina uwezo wa kutoa makombe. Hiyo ndo itakuwa narrative, hiyo ndo itakuwa theme ama kwenye social media, mtaani, na hata kwenye mainstream media. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa tena mkubwa sana wa kushinda mechi hii uh, yanayotupa matumaini. La kwanza ni kurejea kwa Thomas Partey. Kurejea kwa Thomas Partey, sote tunaelewa kwamba kutaleta stability kubwa sana kwenye midfield, ambapo Partey akicheza ya shimoni, yani cdm midfield, mlinzi kulia <laughs> Martin Odegaard na kushoto Declan Rice, mambo yatakuwa kidogo katikati yametulia e. Na tuombe Mungu kwamba Martin Odegaard awe na mchezo mzuri. Martin Odegaard amekuwa hafanyi vizuri, tukubali hilo. Mathalan, hivi karibuni BBC ya Sport imefanya kupiga kura juu ya hali ya Martin Odegaard au mchezo wa Martin Odegaard, asilimia kubwa ya wapiga kura wamechagua kusema kwamba Martin Odegaard hana msimu mzuri, asilimia 47 ya wapiga kura, na asilimia 17 ya wapiga kura wanaona kwamba Martin Odegaard anakuwa criticized unfairly. Eh, kukosolewa kwa Martin Odegaard ni kwamba hatendewi haki na sababu ya msingi ni kwamba amekuwa na hali hii baada ya kupata jeraha la ankle. Kwa hiyo wanaamini kwamba kupoteza kwake kwa form kunatokana na hilo, na kama tulivyozungumza kwenye video zilizopita, kuna taarifa kwamba Martin Odegaard anacheza na maumivu hivi sasa. Kwa hiyo hachezi akiwa katika 100% ya fitness. Hayo yote yanasababisha yanatoa uhalisia juu ya msimu wa Martin Odegaard. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba Martin Odegaard acheze vizuri. Nasema hivyo kwa sababu si kwamba katika kila mechi Martin Odegaard amekuwa akiperform vibaya. Zipo mechi ambazo Martin Odegaard amefanya vizuri. Mechi ya Ipswich Town, Martin Odegaard was man of the match. Na kwenye mechi nyingi tu hapo, nimeikumbuka ya Ipswich Town kwa sababu uh, ndio ya karibuni zaidi aliyofanya vizuri. Kwa hiyo, hopefully Martin Odegaard will have a very good game. Pate tunamuelewa. Uh, Declan Rice is in, in the form of his life. Katika mechi kumi na mbili za mwisho Declan Rice amepiga mabao manane. Kwa hiyo sina wasiwasi na Declan Rice. Sasa, mabadiliko gani yatatokea katika midfield? Badiliko la kwanza kimbinu, ki n, yani tactically, naamini Arsenal haitarejea kosa walilolifanya kwenye mechi ya kwanza. Ni kosa lipi? Arsenal kwenye mechi ya kwanza dakika 25 mpaka 30, 20 mpaka 25 za mwanzo walikuwa wana push kufanya high line pressing, wana wanapress juu kabisa na wana commit wachezaji muhimu kwenye ile pressing e, ni kwamba Arsenal iliswitch wakati wa kufanya pressing ilikuwa ina mswitch uh, Trossard na Odegaard. Odegaard ndo ana press frontline. Kwa nini? Kwa sababu Odegaard anakuwa na press vizuri zaidi kuliko Trossard. Lakini maana yake nini? Maana yake tulikuwa tuna press eh, na mstari wa juu, lakini mipira inapita kwa sababu uh, PSG walikuwa na overload upande mmoja na wanahakikisha mpira unatoka upande ule na hivyo kuingia kwenye midfield inapotokea e, hivyo tunajikuta kwamba wachezaji wanne watano wametolewa mchezoni kwa pasi mbili au tatu tu, uh, na hiyo iliendelea kwenye mechi ya kwanza mpaka dakika ya 30 hivi, Arsenal wakaamua kurudi na kuanza kufanya pressing ambayo siyo halisi kwenye front line, lakini proper pressing ilikuwa inafanywa kwenye mid block. Na hapo ndipo Arsenal waliweza kubalance mchezo na, ku, na, ku, na kuweza kuwa na possession nzuri baada ya dakika hizo, mpaka kufikia dakika 25 Arsenal ilikuwa na possession ya asilimia 22 dhidi ya 78 ya PSG, lakini kipindi cha pili Arsenal ilikuwa na possession ya asilimia 55 dhidi ya 45 ya PSG, kwa maana ya kwamba baada ya kuamua kucheza mid block Arsenal waliweza kunalify completely ile ule utawala walikuwa wakiupata wa mchezo katika position, uh, Paris Saint-Germain. Kwa hiyo kwa vile solution ilishapatikana kwa mechi ya kwanza, naamini Arsenal hawatarudia kosa la kufanya high pressing kama walivyofanya dakika like, za mwanzo kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo hilo ni suluhisho zuri kupatikana kwenye mechi ya kwanza. Kwa hiyo labda, uh, PSG waje tofauti lakini wakija na staili ile ile ya kutaka kuanza kwa nguvu kubwa sana, basi Arsenal bila shaka yote itakuwa tayari, na huu ndio mtindo wa PSG. Wamefanya hivyo dhidi ya Liverpool kwenye mechi ya Liverpool, wamefanya hivyo dhidi ya Aston Villa na mechi nyingine nyingi sana, wanaanza mchezo kwa kasi sana. Tumeshapata solution mid block badala ya high pressing. Kwa hiyo hilo moja ambalo pia linanipa matumaini kwamba Arsenal itafanya vizuri mbali ya Hili la pili la kwanza ni uwepo wa Thomas Partey. Sasa tukifafanua kwenye uwepo wa Thomas Partey. Thomas Partey kama nilivyosema ni, ni, ni hodari sana wa kusimama mbele ya defense kwa sababu ubora wa Thomas Partey ni positioning. Declan Rice alikuwa anapotea kidogo au analazimika kupotea kwenye mechi iliyopita, na katika kufungwa goli Declan Rice alichangia sana, japokuwa sasa hivi ni rahisi kusema hivyo lakini Eh, ni hivi, wakati PSG inashambulia Declan Rice alikuwa anarudi na alikuwa mbele ya Osman Dembele lakini kulikuwa kuna situation ya 1 to 1 baina ya Timba na, na Khvicha Kvaratskhelia, Declan Rice akaamua kuto mark Osman Dembele na kwenda kudouble up dhidi ya Kavarashkelia, yani yeye pamoja na Timba kwa pamoja wa mzuie Kavarashkelia na ile ile open up gap. Watu wengine wanazungumzia uh, kwamba ile hali ilisababishwa na mchezaji mwingine, yote wapo waliosema Saka na kadhalika, lakini alisababisha Osman Dembele kuwa peke yake ni Declan Rice, kwa sababu Osman Dembele alikuwa anacheza false nine, kwa hiyo alipokuwa anaingia alikuwa katika position ambayo midfield anaweza kurudi naye zaidi kuliko winger ambayo alikuwa ni Bukayo Saka. Japokuwa uwepo wa Bukaya Saka usingemlazimisha Declan Rice kuamua kudouble up kwa sababu Saka ndio aliyotakiwa kudouble up kwa Khvicha Kvaratskhelia yeye pamoja na, uh, Julian Timber lakini badala yake ikalazimisha. Kwa hiyo akamwacha Dembele, Dembele akatolewa pasi, akapewa pasi na kufunga goli. Sasa, kwa sasa hivi ni rahisi kumlaumu Declan Rice, lakini ukweli ni hivi, Declan Rice had a choice to make. Ama aruhusu amwamini Timba kwamba angeweza kusimama na Khvicha Kvaratskhelia au akamsaidia Timba. Ametoa uamuzi wa kumsaidia Timba, kwa sababu ame make judgment kwamba iwapo Timba atapitwa, ni hatari zaidi kuliko mpira kupewa pasi Usman Dembele, kitu ambacho ni ukweli. Lakini bahati mbaya, Dembele alipopewa pasi ameweza kufanya one-touch shot, yani snapshot, ambayo imeingia wavuni na hivyo kuenda kudouble up hakukusaidia chochote lakini huwezi kulitambua hilo kabla goli halijafungwa yeye ame, ame make decision kwamba kumwacha Kavarashkelia na Timber peke yao ni hatari zaidi kuliko kumwacha uh, Osman Dembele. Kwa hiyo imetukost. Katika masuala kama haya, Pat anajua sana kujibalance, kwa sababu angeweza, the most unique scenario ni kwenda kwa Kavarashkelia huku umeblock passing lane kutoka kwa Kavarashkelia kuja kwa Osman Dembele. Kwa hiyo asingekuwa na option ya kutoa pasi hali ya kuwa unakwenda kumsaidia Timber. That would have been the best way kwenda kwa uh, kwa Kavarashkelia kwenye lile goli la dakika ya tatu, sijui ya nne. Lakini uh, Declan Rice hakufanya hivyo. Kwa hiyo mambo kama haya, pate huwa anafanya vizuri sana, kwa sababu ni mzuri, kama ninavyosema, ni hodari wa positioning na anajua kubalance between two players. Amekuwa akikutana na hali hizo mara nyingi labda Uh, Declan Rice kutocheza uh, CDM kwa muda mrefu kumemfanya apoteze uwezo wa positioning. Na vilevile vile, itatuongezea nguvu kwa maana ya kwamba Rice ataweza, uh, wakati Partey ana balance itatuongezea nguvu kwa sababu Rice ni ball carrier mzuri sana. Declan Rice ni ball carrier mzuri sana na tunalihitaji hilo upande wa kushoto. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu PSG planliokuja no nayo kwenye mechi ya kwanza walikuwa wana overload upande wa kulia wakati wa kudefend kuhakikisha kwamba uh, Bukayo Saka na Martin Odegaard hawaipeleki timu. Kwa hiyo mara zote mpira ukienda upande wa kulia, idadi ya wachezaji wa PSG ilikuwa ni kubwa kuliko idadi ya wachezaji wa asno Arsenal. Asno Arsenal wali react vibaya sana kwa sababu katika hasa dakika 30 za mwanzo kwa sababu badala ya kushift ball to the other side waliamua na wao kuibalance overload. Kuna wakati kama mtakumbuka, hata uh, Myles Lewis-Skelly alikuwa ana invert mpaka kufika upande wa kulia kiasi kwamba alicheza 12 na Timber, beki wa kulia na beki wa kushoto wote walikuwa upande mmoja kwa lengo, lengo lilikuwa ni kuibalanse ile overload walikuwa wanaifanya uh, PSG. Kwa hiyo kuwepo kwa Declan Rice, hatutahitaji kubalance overload bali better option itakuwa ni kushift mpira kutoka kushoto kuja kulia. Huku tuna Martinelli ambaye anaweza kufanya runs. Declan Rice anaweza kufanya ni ball carrier mzuri. Na Kivio, Kivio ni hodari sana wa long, wa, wa, wa long pass. Kwa hiyo iwapo mpira utakuja kwenye backline na kutaka, kuhitaji kwenda kulia au kutoka kulia kwenda kushoto hilo litakuwa linawezekano kutokana na presence ya Rice na vilevile vile. Uh, tutakuja kuizungumzia lineup, uh, whether atacheza striker, uh, siku ya mechi ama atacheza Merino au Trossard, na sababu ya kuamini atakayecheza mechi ile ni Merino, tuliwache hilo mpaka tutakapofika utakapofika wakati wa kuizungumzia lineup. Hayo ndio baadhi ya mambo, mambo tuliyotaka kuyajadili kabla hatujaingia kwenye lineup, kuna moja la mwisho. Arsenal ina imetangaza kwamba fullback wa kulia Julian Timber ameumia na PSG wametangaza kwamba <laughs> Usman Dembele amepata hamstring. Binafsi naamini wachezaji wote wawili hawa watakuwepo mchezoni, ni mind games tu za makocha na viongozi wa timu mbili hizi. Naamini Usman Dembele kukaa chini kwake ilikuwa ni natural sub. Hakupata jeraha lolote. Kama mnakumbuka, kabla ya kutolewa Dembele alijifanya kukaa chini, ndio akatolewa. Timba aliumia kweli, lakini naamini kwamba Timba jeraha lake sio kubwa la kumfanya asicheze mechi ya mechi hii, na naamini pia Osman Dembele atacheza mechi hii. Lolote linaweza kutokea, lakini imani yangu inanipa kwamba hakuna jeraha kubwa sana. Sasa tuingie kwenye lineup ambayo binafsi naitarajia haitakuwa tofauti sana. Wachezaji watatu, ndio nafasi tatu tu ndo ambazo zitakuwa na kitandawili, otherwise lineup itakuwa ni ya kawaida. Nafasi ambayo ina kitandawili ni ya Julian Timber, whether atacheza yeye au Ben White. Kulikuwa na taarifa kwamba ameumia, nimeshaeleza kwamba natumai atacheza Timber, lakini upo uwezekano mdogo akacheza Ben White. Ben White niseme kwamba hayupo kwenye, he's not up to speed bado. Mechi iliyopita ya juzi alikuwa anapitwa kwa spidi, amepitwa kwa kuzidiwa mbio tu, kwa hiyo hajarudi kwenye fomu yake. Hata hivyo si Ben White, sio Mustafi, sio Shkodran Mustafi. Kwa hiyo ikibidi acheze yeye, sio kwamba itakuwa ni disaster, lakini i would prefer Timber to be there. Wingi ya kushoto anacheza Trossard au Martinelli? Naamini atacheza Martinelli kwa sababu Hakimi ameonyesha udhaifu ana um, udhaifu wa Hakimi ni kutoweza kucheza na wachezaji wenye speed na Martinelli ana speed zaidi. Trossard yuko tact, uh, ana skills Martinelli anatumia spidi kuwapita madefenda. Kwa hiyo naamini atacheza Martinelli. Sasa, uh, false nine atacheza Trossard au Mikel Merino. Naamini atacheza Mikel Merino kwa sababu ya ana physical presence ya kucheza long ball na atatupa option ya long ball iwapo midfield za midfield za uh, PSG zitakuwa zinafanya vizuri kuliko Arsenal ina maana tutakuwa tunaweza kuvusha long ball kwa kum, kumtarget Mikel Merino alafu atakuwa anaokota mipira baada ya yeye kucheza ama baada ya kuwin zile aerial duel ama uh, Declan Rice upande wa upande wake wa kulia iwapo ameface ame gol la Arsenal au uh, captain Martin Odegaard kwa upande wa pili. Kwa hiyo naamini ataanza Merino kwa sababu ya aerial duels, si kwa sababu nyingine yoyote. Set plays Merino na presence nzuri zaidi kuliko kuliko Trossard. Uh, na moja kati ya udhaifu wa PSG ni huo. Kwa hiyo lineup kwa kiujumla itakuwa ni David Raya golini, Timber kulia, kushoto Miles Lewis-Skelly, center back kama kawaida Saliba na Kivyo. Partey anacheza midfield aliyekuwa deep, yaani CDM uh, upande wa kulia wa midfield Odegaard, kushoto Rice, Martinelli, Martinelli Saka na Merino front 3. Kwa hiyo hiyo ndio lineup ninayotarajia imani yangu inanipa, tunao tuna nafasi kubwa tena kubwa sana ya kushinda mechi hii, lakini tunahitaji kuwa makini sana. PSG si timu nyepesi. naitwa Mani Mohammed, asanteni sana kwa kutufuatilia.